Nataka niongee na serikali. Serikali isitufungifungi makanisa huko, mbona Katoliki awafungage? Jamani, natuzalilisha, mbona mfungi Katoliki? Tumesikia juzi Katoliki wametoa waraka wa mzito, wameamuru mwachilie wafungwa, si nini? Mbona mafungi makanisa yao kina Bangoza sio? Wanasema neno makali, mbona mfungi mambo yangu wanajuana na Mr. T, mambo yangu ajibu wenyewe, wanajuana na masisimu yao huko. Na yangu funga funga makanisa si jambo zuri. Sasa ufunga kanisa Jumapili, watoto wakasali, wapo Sunday school. Wamekosa nini? Wewe dini na mzee wa upako. Wenyewe endeni kusali. Ki mzee wa upako tunamhitaji. Wao ndio Sunday school maana kanisa taasisi, watoto wa Sunday school wamekosa nini? Wale watu wanaimba kanisani wamekosa nini?

kanisa katoliki, tumefunga msingi wa katoliki wote. Vile ba nawavumilia wa katoliki wakiwatukana, sina mwavumilie, sio mnaonyesha udini, sinawavumilia, natafuta namna ya kumshika mzee wa upako mwenyewe, si ndio? Jamani, Bwana asifiwe! Bwana asifiwe! Hekima tu unaua nyoka bila kuharibu mayai. Ukitaka mzee wa upako umpate, kwanza unaniharibia una, una, una, una, una heshima yangu. Ukitaka unitoe, kwanza nitafutie masikendo, tafuta masikendo kuhusu mzee wa upako, nihamishe kwenye mioyo ya watu. Lakini leo mzee wa upako atoke hapa, funga milango, hamna kusali, weka upinde. Ah bwana, wewe mambo gani haya mnafanya nikaje upinde kwenye makanisa nyie, mkimshika kwa ajima tu mwenyewe